Hii ni orodha ya nyimbo ambazo zimemtaja Wema uh, Sepetu uh, Miss Tanzania mwaka elfu mbili na sita. Wema Sepetu anauzwa sana kwenye Bongo Fleva. Kwa miaka wasanii wamekuwa wakipigana vikumbo kutaja jina lake kwenye nyimbo zao. Hii inaonekana Wema ni bidhaa inayouzika kwa urahisi katika soko la mziki. Utakumbuka katika historia ya shindano la Misi Tanzania, Wema Sepetu ndiye misi aliyeandikwa na kujadiliwa sana na vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kwa muda mrefu zaidi. Sio waimbaji maarufu tu wa bongo Flava kama Diamond Platinumz, Alikiba na Harmonize bali hata wasanii wa hip hop kama Fid Q, Joh Makini na Roma wanajua nguvu eh, ya Wema Sepetu, na ndio sababu ya kumtaja katika nyimbo zao. Baadhi ya wasanii ambao wamemtaja Wema Sepetu katika nyimbo zao, wa kwanza ni Diamond Platnumz, staa huyu wa WCB ambaye amewahi kuwa na uhusiano na Wema miaka ya nyuma, amemtaja bibie huyo katika nyimbo zake tatu, wimbo wa Kesho wa mwaka 2012 wimbo uh, wa mwaka 2012 faya ya mwaka elfu mbili kumi na saba na ni mpende nani wa mwaka elfu mbili kumi na mbili ambao ndio kamzungumzia sana. Uh, msanii mwingine ni Alikiba na wimbo wake wa aje wa mwaka elfu mbili kumi na saba. Sababu ya Wema kuwa anamuita Alikiba bichwa ilianzia katika wimbo huu wa aje wa mwaka elfu mbili kumi na saba ambao kiba aliwekeza sana mathalani video yake tu iliyofanyika Afrika Kusini iligharimu takriban dola elfu thelathini na mbili wastani wa elfu sabini na tano au wa milioni sabini na tano na laki tatu kwa sasa. Msanii mwingine ni Fid Q na wimbo wake wa sumu wa mwaka elfu mbili na kumi na sita. Rapa huyo mwenye albamu tatu sokoni eh, ambazo ni mwanzo kati na mwisho ya mwaka elfu mbili na tano propaganda ya mwaka elfu mbili na tisa, na kitaolojia ya mwaka elfu mbili na tisa Katika ngoma yake Sumu kamtaja Wema e, na bibie Zari. Msanii mwingine ni Harmonize am, ambaye kwenye wimbo wake wa mwaka elfu mbili na ishirini na moja wamtaje. Ngoma hii Harmonize aliitoa kwa ajili ya aliyekuwa mchumba wake Kajala Masanja kipindi anambembeleza warudiane ndipo ndani yake akamtaja ya na Wema ambaye alikuwa ni rafiki mkubwa wa Kajala. Msanii mwingine ni Aslei na wimbo wake wa Natamba wa mwaka 2017 baada ya kuachana na kundi la Yamoto Bendi na kuanza kufanya kazi zake. Aslei alikuwa anatoa ngoma mfululizo, mojawapo ni Natamba ambayo amemsifia Wema kwa kuwa na shepu ya kuvutia. Msanii mwingine ni Joe Makini na wimbo wake wa Mchele wa mwaka 2019. Kumina huyo kutoka rapa huyu kutoka River Camp Soldiers na Weusi, katika ngoma yake Mchele anamtaja Wema na asimu wake katika mitandao Zari Zebosi, aliyempokonya Diamond wake kipindi cha nyuma. Msanii mwingine ni Tundaman na wimbo wake wa Sodom wa mwaka 2012. Licha ya Tundaman kuwa anamzungumzia mtu mwingine katika wimbo huu Sodom, alilazimika kutaja jina la Wema Sepetu pamoja na walimbo wengine, ambao nao kwa kiasi fulani wamekuwa wakiimbwa katika Bongo Flava. Msanii mwingine ni Lostam lost, um, uh, yaani kundi hili linalounda wasanii Roma na Stamina katika wimbo wao wa mwaka 2017 hivi ama vile, ambao upo katika mtindo wa majibizano. Kuna mmoja timu Wema na mwingine timzali. Uh, msanii mwingine ni Rayvanny na wimbo wake wa mwaka 2016, wanatafuta kiki, wimbo wake wa pili kuachia chini ya WCB Wasafi, natafuta kiki. Rayvanny akaona apite na Wema Sepetu, pia alitokea kwenye video yake iliyoshika nafasi ya 12 katika orodha ya video za mziki zilizotazamwa zaidi mwaka 2016, kwenye mtandao wa kijamii wa YouTube hapa Tanzania. Msanii mwingine ni Mario na wimbo wake wa Tomorrow wa mwaka 2023. Ni wimbo ambao umeongezwa katika albamu ya Mario ya The Kid You Know ya mwaka 2022 na kuifanya albamu hiyo kuwa na jumla ya nyimbo 21. Katika Tumoro, Mario anakamzungumzia Wema tena kuhusishwa kutoka naye kimapenzi. Hawa ni wasanii na nyimbo zao ambao wamemtaja kwa, eh, kwa uzuri na jinsi ambavyo, eh, wanamwona Wema Sepetu kama bidhaa adimu sana.

Tuna chat. Okay, we excuse, start... na WhatsApp, aku kuwa... Aku kuwa na WhatsApp. WhatsApp. Wewe ilikuwa ilikuwa message, message ni ya kawaida, friends, yes. On hakukua naaau hapo kwenye kuchat, tumechat kama wiki mbili imagine. Tuna chat so mm -hmm.